Meli hiyo inayoitwa MV Hammonia Grenada ambayo ina uwezo wa kubeba makasha 4256 imetia nanga katika bandari ya Dar es Salaam ambapo imeshusha makasha 483 na kupakia makasha 656 kabla ya kuelekea nchini Thailand. Mkurugenzi mkuu wa TPA mhandisi Deus Dedit Kakoko amesema ujio wa meli hiyo ni ushahidi tosha kwamba bandari ina uwezo wa kupokea meli kubwa za aina hiyo ambazo awali zilikuwa zikiishia bandari ya Mombasa. Kwa uh, kina chake bado inaweza kupokea meli hizo kwa wakati mmoja, tunazo eh, gati tatu gati namba tano gati namba sita na gati namba saba. Lakini gati kubwa zile za mita kumi na moja ambazo ziko nne zote zinaweza zikapokea meli za aina hiyo, ambao ni namba nane namba tisa namba kumi. Bandari ya Dar es Salaam ina gati zenye uwezo wa kuhudumia meli kubwa za namna hiyo ambazo ni pamoja na gati namba nane tisa na kumi ambapo meli zilizoweka historia ya kutia nanga bandari ya Dar es Salaam ni urefu wa mita 261 na mita 255. Nahodha mkuu wa mamlaka Kapteni Abdullah Mwinga mno ambaye ndiye aliyeingiza meli hiyo bandarini amesema hii ndiyo meli kubwa kuliko zote ambazo zimewahi kuingia katika bandari ya Dar es Salaam. Na kundi la vijana limepelekwa Afrika Kusini kwa mafunzo ya kuingiza meli kubwa bandarini kutokana na ongezeko la ushindani wa biashara. na kweli hi hu mlango wetu wa kuingizia meli hapo nyuma ulikuwa umepimwa na kuonekana kwamba ungeweza kuingiza meli zenye urefu wa mita 234 tu na kubadilika kwa teknolojia meli zenyewe zinavyojengwa, lakini pia sasa hivi tuna wataalamu wa kutosha, tuna vijana wa kutosha ambao wamepata uh, mafunzo maalum ya kuingiza hizo meli kubwa. Tulipeleka grupu ya kwanza South Africa, walipata kule ma mafunzo ya kuingiza hizo meli kubwa. Grupu nyingine ya pili tukaipeleka Denmark Copenhagen, wakapata kuna mafunzo kama hayo.